Ilikuwa ni majira ya kiangazi ya mwaka 1975 wizi wa kuthubutu ulipotokea, wizi ambao ulishitua wa Amerika. Wanaume wanane walisuka mpango ambao uliofanya kutoka na dola milioni 32 zikiwa ni pesa taslimu na vitu vingine vya thamani walivyoviiba mchana kweupe. Tukio hili ni tofauti kabisa na kile kisa cha Alan Pesi cha miaka 1990. Hiki ni kisa cha wizi wa Bonded Vault, mojawapo ya wizi wa kibabe zaidi katika historia ya dunia. Mimi ni Frank Damas na hii ni Lushinge 72 Digital. Hudson Fur Storage ilionekana kama ghala la kawaida lakini nyuma ya kuta zake kulikuwa na kampuni ya Bonded Vault Inc. Hiki kilikuwa ni chumba cha siri kilichotumiwa na wahuni wa magenge ya kihalifu masonara, na hata wanasiasa mafisadi kuficha pesa taslimu, dhahabu na pia almasi. Hakukuwa na ving'ora. Hakukuwa na walinzi. Ni imani tu iliyotumika, na imani hiyo ndiyo ilikuwa anguko lake. Kulingana na jarida la Providence na kumbukumbu zilizo katika mafaili ya FBI, wezi walijua udhaifu mkubwa wa chumba hicho, kwamba ni chumba kilichotegemea busara wa peke yake na si ulinzi mzito. Hili lilifanya kazi yao iwe nyepesi zaidi. Wezi waliotekeleza tukio hilo walikuwa ni mchanganyiko wa walaghai wadogo wa na washirika wa magenge ya kihalifu. Unaweza kujiuliza mtazamaji, ni nani alikuwa kiongozi wao? Hakuwa mwingine bali ni mhalifu aitwaye Bob Dussault. Ukiachana na Robert the Deuce Dussault, wezi wengine walikuwa ni Charles Chuck Flynn, Joe the Dancer Danis, Gerard Gary Tillinghast, Ralph Bynes, Jacob Tazian, John Wimet pamoja na Walter Wimet. Huyu John alikuwa pia akifanya kazi katika eneo hilo. Kabla ya kutekeleza wizi huo walitumia miezi kadhaa kusuka mipango. Wakathubutu hata kukodisha nyumba iliyo karibu, ili kutazama taratibu na maisha ya kila siku ya eneo la tukio. Wezi hao walimfahamu meneja wa jumba hilo akifahamika kama bwana John Umete, ambaye alikuwa na uhusiano na magenge mengine ya kihalifu. kumfahamu huko kuliofanya watumia kiburi chake alichokionyesha baada ya kuthubutu kusema kwamba hakukuwa na mtu ambaye angethubutu kuaibia mafia. Siku ya Alhamisi asubuhi tulivu, genge hilo liliingia ndani likiwa limevalia kama wafanyabiashara wakiwa na bunduki zao. Waliwafunga wafanyakazi, wakapasoma masanduku 146 ya kuhifadhia pesa na kupakia katika magunia, pesa taslimu, dhahabu na vito vingine vya thamani. Je, walichukua kiasi gani cha pesa? Ni zaidi ya dola milioni 32 kwa thamani ya sasa Sawa na shilingi za Kitanzania bilioni 85 milioni 760. Wizi huu ukawa ni wizi mkubwa zaidi wa pesa katika historia ya Marekani kwa wakati huo. Mashuhuda na polisi walisema kwamba wezi hao waliingia na kutoka ndani ya dakika 90. Kuna jibu maarufu alilowahi kulitoa bilionea bwana Bill Gates, na hii ilikuwa ni baada ya kuulizwa kuhusu mtu ambaye anaweza kumruhusu amwowe binti yake. Bill Gates alisema hawezi kumwozesha kwa maskini, akaongeza kuwa mtu maskini akishinda milioni mia katika mchezo wa bahati nasibu hawezi kuitwa tajiri, bali ataitwa ni maskini mwenye pesa nyingi na kwamba utajiri unatokana na uwezo wa mhusika kuutengeneza kwa kujifunza vitu vipya pamoja na kupambana. Tajiri anaweza kufa ili awe tajiri, bali maskini yuko tayari kuua ili tu awe tajiri. Hiki ndicho ambacho kiliwakuta wezi hawa wa Bonded Vault. Wezi hao walitoweka, lakini pupa yao baada ya kupata hela ya chapchap iliwafanya kukamatwa mapema. Mshukiomshukiwa mmoja alitoa pesa nyingi katika klabu ya usiku kiasi cha kutiliwa shaka. Mwingine alinunua gari aina ya Cadillac siku iliyofuata. Polisi waliofuatilia baada ya majuma kadhaa na walifanikiwa kupata dola milioni tatu peke yake. Zilizosalia huenda zilizikwa, zikatumika katika utapeli au kupotea katika mapigano baina ya magenge ya kihuni. Mafia waliokuwa wakitunza hela zao ndani ya Hudson Fur Storage walikuwa na hasira, ni kwa sababu fedha zao ziliibiwa pia. Kisanga walichokipitia wezi baada ya hapo hakikuwa ni cha kawaida. Wengine wao walipatikana wakiwa wamekufa na haikufahamika ni nani waliowaua. Waliokamatwa na vyombo vya dola walipata kifungo cha miaka ishirini pesa iliyopatikana kwa maana ya dola milioni tatu ilikuwa ni sehemu ndogo tu ya nyara iliyowahi kupatikana. The Bonded Vault ilifichua upumbavu wa heshima kati ya we mitindo ya kuaminika katika masuala ya pesa ilikoma baada ya tukio hilo, hili lililazimisha mabenki kuboresha usalama, na tukio hili likawa ni hadithi ya tahadhari kwa maana ya kwamba uhalifu haulipi. Na nahitimisha hivyo, mpaka wakati mwingine. Mimi ni Frank Damas na hii ni Lushinge 72 Digital.